Siku muhimu ambayo duniani kote wanasherehekea kila ifikapo tarehe moja Mei ya kila mwaka ni siku ya wafanyakazi wote ulimwenguni. Siku hii hujulikana kwa majina tofauti pamoja na kutegemeana na mazingira na uamuzi wa wafanyakazi wenye nchi husika, hujulikana kwa majina kama vile Labor Day, May Day na majina mengine. Lakini nini chimbuko la maadhimisho la siku hii ya wafanyakazi duniani? Ungana nami Sara Meshak kukuletea makala hii. Mwishoni mwa karne ya 19, tabaka la wafanyakazi nchini Marekani lilikuwa katika mapambano makali na waajili na pigania kupunguza saa za kufanya kazi. Wafanyakazi walazimika kufanya kazi kwa saa kumi mpaka saa kumi na sita kwa siku katika mazingira mabaya. Vifo na kuumia kazini ilikuwa ni jambo la kawaida kwa wafanyakazi. Miaka ya mwanzo ya mwaka elfu moja mia nane na sitini wafanyakazi walianza kushinikiza saa za kazi zipunguzwe bila athiri kipato cha wafanyakazi shinikizo hili lilipata nguvu zaidi ya miaka ya 1880 ambapo wafanyakazi waliunda umoja wao wa vyama na kutangaza saza kazi kuwa ni nane kwa siku kwa ajili. Kwa upande wao hawakukubaliana na suala hili. Mkutano mkuu wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi Marekani ambalo baadaye lilikuja kujulikana kama American Federation of Labor kwa kauli moja wajumbe waliazimia na kutamka kuwa ifikapo tarehe 1 Mei mwaka 1886 na saa za kazi kwa wafanyakazi wa Marekani zitakuwa 8 kwa kwa siku. Mwaka 1887 na shirikisho hili liliazimia kuwa tamko la saa 8 za kazi itaitisha migomo na maandamano ya wafanyakazi pamoja na mwaka 1889 na mkutano wa kimataifa ulifanyika Ufaransa ulitangaza rasmi kwamba Mei Mosi ni siku ya wafanyakazi wote duniani. Siku ya wafanyakazi duniani hufanyika kwa lengo likiwa kufanya tathmini juu ya haki na usawa kwa wafanyakazi, pamoja na kuzifahamu na kuzitafutia ufumbuzi changamoto mbalimbali. Serikali chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan umeendelea kusisitiza uboreshaji wa haki stahiki kwa wafanyakazi wote nchini pamoja na kuwasisitiza kuendelea kufanya kazi kwa bidii na kusimamia miradi ya maendeleo kikamilifu ili itekelezwe kwa ubora unaotakiwa nchini. Siku ya maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani kitaifa inatarajiwa kufanyika mkoani Singida, ambapo kauli mbiu ni uchaguzi mkuu 2025 utaleta viongozi wanaojali haki na maslahi ya wa wafanyakazi, sote tushiriki. Ni kutakie sherehe njema za siku ya wafanyakazi duniani, na hii ni Vibez News.